Kujia, kujia, kujia. <coughs> Hebu inama, umevaa ukija, unaweza inama, hebu inama, eh? Inama? Hmm. Uko na miaka ngapi kwanza, kwanzai, eh? Mlishonyesha na Helen hizi maskati, hmm. Eh? Kwa fundi za shule ziko wapi, ziko wapi, hmm? Wapi? Hmm. Kwa bag? Na mbona umevaa Abigael

Shule. Karibu na shule, karibu na shule hapo, ehe, uh-huh. Karibu na shule hapo anafanya nini? Karibu na shule, na shule, wewe ako hapo na mimi inafaa ukuja hapo uona nafanya nini. Yes, welcome welcome welcome guys, guys to Thee Raf Show. Uh, it's another day ama episode, na tuko hapa na mama Helen, Helen pamoja na Abigail, na hapo hapo mmekuwa mkiona jinsi Uh, kunaendelea vile kunaendelea kuhusiana na Abigael kuhusiana na Helen, na pia na Mama Helen. So hapa manze, mimi familia imenichanganya, inanichanganya mpaka sasa bado sijaelewa kinachoendelea. Uh, biashara zenye zinapigwa hapa ni biashara na ambazo ni vigumu kuelewa. So, niko hapa nimeweza kuita Mama Helen, akaweza kuja na Helen. But uh, Abigael nimekuwa na yeye hapa so, kabla niendelee, nitazidi kuambia kama uko mgeni kwa hii channel make sure that you subscribe, kama uko mgeni na repeat, kama uko mgeni hmm, na kuona kama uko mgeni wewe ambaye una watch na uja sub, make sure you subscribe, kuja kwa comment section niambie rafu ni subscribe na nipee zawadi yangu, mimi nitakupea zawadi yako ya spana kwenda kaza kitanda yako. Wachana hawa wenye nakulana kwa kichaka na pikipiki zenye ambazo ni za loan eh? Aya returning, returning viewers, Mungu awabariki, Mungu awabariki, manake mnashare the video na mnalike hapa also, pia mnacomment, mnatuambia ah, rafu fanyeni na, na, na, na, na, na. Hivi hizo advice zetu tunachukulia hapa na ndio maana nimeweza kuita mama, mama ile na hapa hivi na pia wale wageni ambao wameingia, Mungu awabariki na mzidi kusubscribe road to 50,000 subscribers alafu to M100 eh? Kwa kazi na ambayo nafanya hiyo, ndo zawadi yangu ki subscribe, hiyo ndo zawadi yangu sasa. Eh, umenizawadi kwa kazi na ambayo nafanya so niko hapa naweza. uh, mama Helen, asante kwa kuweza kusikia uh, wito wangu, ukaweza kufika, na umeweza kufika na Helen. Sijui sahizi mnaendelea aje na Helen nyumbani, Helen hmm. Bado maneno yake bado anisumbua? Mmm mm. Bado yanafanya amekuwa kichwa ngumu sana mmm. Amebadilika kabisa kabisa. Bado mnabishana? Bado mnabishana? <laughs> Sasa hii siweza acknowledge mamangu kama mamangu, mmm, relationship ya mama and daughter ilisha, mmm hmm. Amele, unajua msana, mimi niko naye hapa Abigael. Unamjua? Hebu uh -huh. Simama madamu Abigael, kia umeingia kwa mimi, ni skirt ni ya shule ama ni ya wapi? Hebu inama. ah -ah. Si umevaa ukijua, unaweza inama Eh? Ebu inama. Jesus Christ. Pia wewe. Ataturogea kamera kiinama. Babake anaenda kuuza masuti kwa country bus kwa jam. Babake anauza masuti? Country bus kwa jam. Hey. Eh? school fees, unavaa hivi? Hapana? Hii skati umetoa wapi? Ndio same same, same skati Helena alikuwa nayo Nasikia za shule ziko wapi? hebu niangalie. Wewe, si mzuri, nafikiria hivyo. Sikia za shule ziko wapi? Aliniambia skati yake uko nayo na pia mm-hmm. na skati ile alikuwa nayo. Sikia za shule iko wapi ziko wapi? mbona ujavaa skati ya shule uko eh? na miaka ngapi kwanza, 16 yani 17. Mulishonyesha na Helen maskati. Mm -hmm. Eh? Kwa fundi laza shule ziko wapi? <messi> ziko wapi? Na mbona umevaa, Abigael? Na msichana mzuri hivyo. Eh? <messi> Kwa hivyo wewe ndio unaharibu Helen, ukweli ama ni uongo? Ah ah, Ju Helen hakukua na hizi tabia, wewe ndio unaharibu msichana wangu si ndio? ukweli ama ni uongo? Aujamwaribu? Au pia uko na same same. Kwanza wewe si head girl shule. Eh? una unaubirianga una watu si shule na hii ni gani, Chulishone. hauna viatu za shule ndio hii, hauna baadhi ya shule m same, same, same. Hellen alikuwa ni hivyo huko, hebu eh? niambie siri ni gani? ah, ah, nataka kujua siri ni gani. Hellen alipatika mtu wa boda kwa kichaka, unajua kuna maujui But... aukuja ni mtu wa bodaboda na pia unavaa hivi, pia kuna mtu wa bodaboda sindio? Ni uongo mama, unajua eh? Naona hapo uh -huh. Penye umesema mambo hmm? na mtu wa bodaboda hapo hapo, na ni ukweli, ni ukweli, simwambia si, si, si mwambia nini? eh? nini... na si wewe hizi tabia Helen hakukuwa nazo. Wewe unajitaa mchana mzuri sana si ndio? Hauvai hivi. Na wewe kwanza hata ufai na wewe usi wote na miguu mbili left zote na vaa mini skirt, eh? Au na aibu? Na ndio mchana kwa nini? Kwa hivyo nani anaharibu mwingine kati yako na Helen? Kati yake na Helen sasa ndio nataka kujua. Abu, kuja hapa Abigail, kuja hapa. Nataka mniambie. Sijui jui skati, Helen, hii ndio skati yako si... <coughs> skati yako si ndio? So kila mtu kwana yake. So unajua Helen, sasa unajua, uh huyu msichana huyu msichana nimemkuta mimi uh -huh, staki unipe. Mimi si mtu wa bodaboda. Sikia? Aache kujificha kwa sababu akisetia yule jamaa ako. Sasa huyu yake ni kali, huyu yake si kama Helen. Alifanya huyu, huyu nimempata kama amesetiwa kwa pikipiki. maribu mwingine kati yako na Helen? Nani ameharibu mwingine kati yako na Helen? nita kujua saizi. na maribu mwingine? Ni Helen? Helen. Eh? Lini? Na maribu mwingine kati yako nawmtoto na el... mzuri ni wewemtoto, yeah. mzuri ni wewe kati, yeah, yeah. fupi ni wewe, wewe. Songa hapa niwoni, maaribu ni uongo? Helen si mtoto mzuri, nimemlea si mtoto mbaya, unafikiria eh? Undo maaribu sindio? Pa, umetoa mimba sindio? umetoa eh, mimba sindio? na maribu mwingine kati ako na Helen araka? Eh? na maribu mwingine? Unalia, unatoa machozi na vile ni kwa kwakicheka pia wewe eh? Kwakicheka pia wewe sindionavile. uh -huh. Mtu ni mzuri girl.

ia wawili hawa unajua, hapa hapa maitkwa a mat ndio asome ndio ile shule asome naiyo jua yote. Nataka niwaulize swali hawa wawili ndio kujua tabia zao ni moja sasa. Abigael, naona umevaa kama Hellen. Hellen ni kapi, uniform zako ziko wapi? Mama, nilichoma hata ushamaliza shule. Sasa niulize swali.

Inajulikana shule hivyo, ndo shule hizo ndo uniform shule. Mliambia nilikuwa shule, nilikuwa shule Helen. Si kwa shule, si kwa shule Helen. Wewe si kwa shule? Ah, ah, siongee, si kwa shule. Hamfai mvai hivi Helen, hamfai mvai hivi eh shule, lakini baje nya, baje nya, hauna baji? Unakuwa na baji, baji iko prefect mzima, head girl mzima Abigail. Na hiyo shima tu uko nayo, na mama yako anakuamini, anasemanga uwezi fanya kitu mbaya wewe Simona. Nisimwambie si ndio? Nisimwambie si ndio? Eh? Kwa kichaka pia na, na mtu wa boda bodaboda kwa kichaka. Kwanza pia wewe huyu mama, huyu yake ilikuwa mbaya. mm -hmm. Mimi naweza nikakwambia hizi CD zilikuwa zinatumika kwake. Kwanza yeye mmoja tu ndio alitumika. mm. Sisi tunapata kama tayari jamaa ashaingiza nda, ashaingiza ndani. Na jamaa kamwaga. Na amevaa CD, kumbe jamaa mm. alitoboa hiyo CD.

Na kwa ino, sana anajifanya hapa mzuri mpole, mzuri sana imaweza shule hapa kwa nini ninyi wote mnaenda na mtu wa bodaboda? Hadi wa kwanza nilikupeana li hadi ule ulipatikana naye uko kwa Alikuuza. Mbona huko unasema uliniambia? Mimi sikuwa najua. Unashia nini wanaume sio? Na nani alikuwa anakupea, alipeleka wapi? Na alikuwa anataka afanyia nini? Unachoroka basi. Kama wewe ni mtu mzuri sana, tusongee hapa tupigane. Kuja hapa unipige. Sasa hapo unipige, unanipiga. Songa hapa. Unipige saizi

bodaboda mmeamua tu, mnataka utuwa bodaboda. Sasa huyu ndio sister. Sasa huyu naye ndio sigua head gun, ndio hawa. Eh? Certificate zenyu ni mimba na kufanya toto kwa mtitu na kutoa mamimba, hata Abigael hata, hata eh? kama ni kama kuna kuna bol, hii ndio eh? kazi yenu mnafanya, si ndio? kama kuna bol wewe. Huyu ndio ameharibu huyu, ukweli nana yuko na si yake ana pretend si yeye ndio maribu mtoto wangu si eh, sindio? Niki... mamake aajue atakuja tu, inabidi tu, tu, yeah, ni yeah, rafiki yangu mzuri sana eh? na mama yako inamjua Abigael, kuniharibia msichana wangu mdogo hivi

M, unakwatakwata tena wewe. Mama yako inafaa nimpigie simu juni, kama haujaribu bado nanijibu, pia wewe sindio? Haujamwaribu na umevaa nini hii eh? uliniambia skati yako kukwaa ama ni uongo? Uko na skati, ya. skati yake sindio iko kwenyu mm. mama yako anaziona kwenyu, mama yako anaziona kwenyu eh? sindio Abigael? Mama mama yako wewe si mjanja, hmm. Nasikianga mzuri bwana, yaani kwanza wewe amsitia design nyingine hata, hmm. Mama yako alibadilisha namba ya simu, si ndio? Ni ile ama libadilisha juu yai inasema ni mteja. Nataka uniwekee hapa na ya mama yako anatumia saa hizi. Sawa, shika haraka, eka namba hapo. Mister, weka namba weka namba weka namba, wekma ekanamba toto a siku hizi yaani uko 16 yasi, lakini tayari ushapata ushazoea rungu Eh, atakua atakua kama kwa mtaro maajabu. Sasa hii imeingia. Eka loud speaker tusikie. Eka loud speaker. Halo mama Abigael sasa. oh, ni mama Hellen uh -huh. Niambie mama Hellen. a umenyamaza Oh, anamaliza leo hajafika, eh, home bado. Na unajua ko wapi? Niko na mtoto wako hapa. Ako shule, lakini mimi nakwambia, niko na mtoto wako hapa penye niko, hapa sasa hivi. Wapi shule? Karibu na shule na karibu na shule hapo, uh-huh. Karibu na shule hapo Anafanya nini karibu na na shule wewe? Ako hapo na mimi nafaa ukuje hapo, uona anafanya nini na mtoto. Anafanya exam, unakataza exam? Unakataza mtoto. Mtoto ashamaliza exam, uh -huh. Ndio maana kuita kama unaezafika hapa uh -huh. Ukuje ujue mbona ako hapo. Jisima na kuongea kwa sababu sina credit ya kumaliza kupigia simu. Uko na mwalimu hapo ndio ukuje hapo, wewe ukuje wewe, kuja, wewe kuja saa hizi ujue kabla atoroke, kabla ato aweka chakula chini yukali. We kuja, mm. Eh, kuja sai sai, we pia usinipe wewe, nakwambia kuja, ni kwa mtoto wako hapo. Unaweza kuuliza maswali? Sitaki maswali saa hizi, hebu fika hapa saa hizi. Unaona, unaona, unaona hapo shule ukifuata hiyo njia ya left Eh, ingia na hiyo njia utaona hiyo uta, uta, uta, uta, uta, building nyingine iko hapo kando, ingia hapo. Haya, sawa, we kuja saa hii saa hii. haya haya, poa. Mama wako anakuja, mama akisikia hii sasa megulua mama wako atakufanya nini? Ona eh, tu mamako anakupikia chakula, ndio najua una, unamaliza mtihani. Afa ajue mtoto wake analala nao eh? Hata amekuwa kitisha mamake pesa, mamake unatudanganya pesayayao ndio. Kwa nini mnaangaliana kuna, kuna, kuna kitu mnajua kuna kitu unakula oh, pesa boda, boda. Ah, ah, kuna trip mbona hmm? Mnafikiria sana kumbos. Na uliniambia au ungeniambia Helen, una mea una, una pembe <laughs> unanimelea pembe Helen, naweza eh? kunyonga ku, na nikuzike umesikia? jaribu kumea pembe we msichana wewe, umesikia? kaidipakaka auna nimekusomesha na shida, sababu umefanya mtiani unaanza kumea pembe si ndio? huyu akikuharibu si ndio Helen? Eh? Unaharibiwa na huyu si ndio? una kumea pembe pembe, nakwambia mwanamke, nakwambia nitakufanyia. Wewe, wewe. na wewe Hey. Guys, guys. Waje tuweze kungoja mama yake Abigael aweze kufika. Tuweze kujua vile kutaenda kwa sababu hapa kuna something, Helena na Abigael wanaficha yenye atujui. Kuna something. Kuna something wanaficha but tutakuja kujua. Unajua wazazi wakishaweka chini kichapo kichapo watakuja kusema ukweli. So make sure that you subscribe. Tukutane kwa next video make sure that umeshare this video, umecomment hapo chini Rafu, unapaswa kufanya hivi na hivi na hivi, nami nitaweza kufuatilia hizo comment zenu na advices zenu. So make sure that we subscribe uh, tufike 50,000 subscribers.